Pia napenda kuipongeza ofisi ya mkuu wa mkoa e, e, kwa jinsi ilivyosimamia halmashauri hii ina perform vizuri, upande, pande zote mbili pande za taarifa za fedha za ukaguzi wa taarifa za fedha na kwenye utekelezaji wa hoja za CAG. Sasa mara nyingi taasisi nyingi au halmashauri nyingi huwa zinafurahi zinapopata hati inayoridhisha au hati safi lakini inasahau kutekeleza majukumu yake ambapo matokeo yake kuna, una, kuna madhaifu mengi. Unakuta halmashauri ina hati safi, lakini miradi mingi ya maendeleo haijatekelezwa au imetekelezwa vibaya. Huduma za afya haziendi vizuri, vifaa havijaletwa au havipo. Elimu labda wanafunzi au walimu hawana vyoo. Lakini lakini huku wana hati safi, lakini halmashauri ya Longido samani imejitahidi balance ina hoja chache kabisa, tisa na nne za mwaka jana, miaka iliyopita, na kwenye laki wana hoja mbili tu. Jambo la, la msingi hapa ni kuimarisha sasa, msiwe mabingwa kwa kujibu hoja, mzuie hoja, na mbinu ya kuzuia hoja ni kufuata taratibu, sheria, kanuni, miongozo iliyotolewa. Ukifuata hiyo uwezi kupata hoja. Mmefanya kazi nzuri, hoja tulikuwa nazo za kutosha, lakini kazi kubwa imefanyika tumebakiza hoja tatu za zamani na hoja tisa zilizotokana na ukaguzi wa sasa. Na hata hivyo, hizo hoja tisa bado tunao uwezo wa kuendelea kuzipunguza zaidi. Tukibakiwa na hoja sifuri ni jambo jema zaidi, na ni jambo linalowezekana. Kwa mkurugenzi, nimeongea naye na timu yake, na msisitizo wangu unabaki pale pale kwamba tuendelee kutoa ufafanuzi. sea yupo na bahati njema anatupa ushirikiano, ni sisi tu tushindo wenyewe. Tunachotakiwa kutoa vielelezo vinavyotakiwa, maelezo sahihi, na wakiridhika wanazipunguza. Wana, wana kwao tuendelee na utaratibu, lakini naomba, naombe sana mwaka huu tunaomaliza nao mashauri imefanya vizuri kwenye makusanyo ya mapato ya ndani. Mpaka tunamaliza mwezi wa tano tulikuwa kwenye asilimia tisini na sita ya malengo yetu. Ninaamini tukifika tarehe thelathini ya mwezi huu tutakuwa tumekwenda zaidi ya asilimia mia moja pamoja na kwamba malengo yenu ya awali yalishatimia na sisi tukaongezeni ukomo kwa zaidi ya bilioni moja nukta nne bado inawezwa bilioni moja nukta nne. Sasa mko ukingoni kabisa kuzikusanya. Hii nguvu ambayo tumekuja nao mwaka huu, naomba hii nguvu iendelee, na mimi ninaamini, mheshimiwa mwenyekiti, kwa kazi ambayo mmeifanya mwaka huu tunaomaliza, ninaamini hata katika maeneo yenu ya kata wanawatambua. Tulikutana tukiwa na hoja kumi na mbili ni niwapongeze kwa namna ambavyo umepunguza hoja hizo na sasa hoja ambazo mpya tunawasilisha kwenye baraza ni hoja tisa. Nawapongezeni sana kwa sababu yale ambayo tulikubaliana kwenye kamati asilimia kubwa yamepatiwa majibu. Mkayatekeleze, mpeleke nyaraka kwa wakaguzi ili hoja hizi ziweze kufutika kwa sababu ni imani yangu kama tulivyopeana maelekezo kwenye kamati ya fedha na kwenye baraza hili kwamba hoja hizi hakuna sababu ya kuendelea kuwepo kwa sababu uwezo wa kujibu upo. Hii ndio public accountability. unapoona kuna vikao vya baraza la madiwani kupitia hoja, unapoona CAG anafuatilia kupitia hoja unapoona Mheshimiwa mkuu wa mkoa anafuatilia kwa, kwa niaba ya CAG kuona shughuli zinafanyika, tunakwenda kuona thamani ya fedha, value for money. Tunamshukuru sana mheshimiwa rais, lakini sambamba na hilo nimshukuru sana mkuu wetu wa mkoa Mheshimiwa Paul Makonda, ambapo leo hii tunaendelea kuwa naye, ana udhuru maalum, ndio maana katibu tawala wa mkoa wetu yuko hapa, tunaona mkoa unavyokwenda vizuri.